Kwa jina mimi naitwa Alex Vitalis Ndailagiji. Wapo wa vijana wanaojikiti kwenye kundi la maneno ya watu kutoka wa kwenye mitandao, kutoka kwenye TV yani na kwenye redio kwenye uniga zote zile mitandao yote. Sasa wale wavijana, wa vijana ninachowashauri watafute kazi za kufanya. Wasikilize wale watu ambayo wako kwenye mitandao, kwenye mitandao kupitia simu kubwa kwenye TikTok, sijui WhatsApp sijui Instagram, sijui nini yani, hiyo hiyo mambo ya mitandao wasifuatilie, kwa sababu wanatugombanisha sisi wa Tanzania, tugombane maisha yetu, ili mradi yakaende chini wakati anabidi aende juu. Alafu cha pili, hao wanatugombanisha kupitia mitandaoni. Wao wanataka sisi wa Tanzania tusambaratike na maisha yetu zipotee, kiasi kwamba kila mmoja asijitambue. Mimi nachoomba vijana wenzangu watafute kazi za kufanya, aidha atafute kazi ya bodaboda ama atafute kazi aweze kuuza machungwa barabarani, au aweze kuuza kuku barabarani, au aweze kuuza yani nguo mtumba zile, akaenda kanunue akatembeze, ili apate kipato, aache kusikiliza maneno ya hao watu wako nje huko. Si tunakula ugali na tembele, alafu tunakula michicha, alafu tunakula dagaa na nyama tukiipata mara moja moja, haina shida na wali hivyo, tunakula hapa kwetu. Wale kule wanakula mapiza -ma magato ya kizungu kule, sisi hatujui na tuwafahamu. Sasa wanakuja kutuchonganisha huko kwenye mtandao imani, sisi wa vijana tushinde kujenga nchi yetu na kuweza kuimiliki vizuri sahihi. Hayo ndio maelekezo yangu, nimewapa wa vijana wenzangu. Kiukweli wasikilize maneno ya mitandao yanapoteza. Mimi hapa nina simu kubwa, sema sina hapa. Mimi mitandao nasikiliza vizuri tu, ila yale maneno yao huko yanachekecha, alafu yanachambua, naona hawa wanataka nini na wanahitaji nini. Sasa katika nchi yetu ya Tanzania ninachokiona, wapo watu wanahitaji uchochezi wa kuweza kuchonganisha Watanzania, ili mradi hii nchi iwe ya vurugu. Kiukweli kitendo kilichofanyika hapa cha maandamano ambayo maandamano yenyewe yalikuwa hayako sahihi, ambayo ni maandamano ambayo hayako kwenye kisheria na kikatiba, mimi sijapenda. Kama Mtanzania muzalendo niozaliwa nchi hii. kweli mimi sijapenda. kwa sababu gani? Cha kwanza, wanatuchomea mali zetu sisi wafanya biashara na wengine na wengineo. Alafu cha pili, sisi wafanya biashara kama sisi bodaboda wanatusimamishia biashara zetu tukashindwa kufanya nini? Tukashindwa kufanya business zetu vizuri. Cha kwanza, tulifungiwa sheli siku kadhaa, tukao kufuata mavuta ikawa ni shida. Biashara zangu ziliyumba sana. Kiukweli mimi kama Mtanzania mzalendo sijapenda kuungana na kikosi hicho cha kuandamana na kuharibu mali za watu na kuiba mali za watu, kwa sababu maandamano yao yalikuwa sio maandamano ya sheria, yalikuwa maandamano ya uizi. Mimi sijapenda kabisa, yaani sijapenda. Alafu cha pili waliharibu maisha ya watu wengine, hata pamoja na mimi mwenyewe nimo. Kwa mfano, walipofunga sheri mimi kupata lita ya mavuta ilikuwa ni sombaa, kupata lita ya mavuta yaani, kupata lita mbili, lita tatu.